amekula am, am, am, am Raila amekula azimia, akimaliza huyu nani Martha Karua kadanganya Raila. Ameungana na Matiya huyu wa Jubilee jenemaa Kioni o, hiyo timu yote yenye imeungana inataka kutoa, vile mseme Ruto au wote

Oh, wakenya sio wajinga na ada kama ana kama Ruto ni mbaya, lakini kusema tu kweli bila uongo, Matiang'i, hiyo ni project ni watu wa Mount Kenya, hiyo ni, ni ukweli ni hiyo juu kulingana venye mali walikuwa wageni wenye gatini alikuwa nayo wote ni na wakora ni watu wa watu wa Mount Kenya na watu ndio waligayara ila molo dingi

kwa inaendelea. Jambo la kwanza, jambo kwa la kwanza, Mheshimiwa William Samoe Ruto kuenda kule China, point yangu ya kwanza ni kwamba rais hakuna mtu ambaye amepitia magumu nchini Kenya kama raislweshim wa William Samoi Ruto. Ndiye kiongozi ambaye ambayeamefanyiwa vituko na vijana na vijana wamemanamana mpaka Financial bill, Financial bill ilipoangushwa Ilifika ili mahali ambapo rais Miya ana hela ya kuendesha nchi, nchi iwezi endeshwa bila pesa <coughs> <tutu> kwa hivyo ikafika mahali ambapo <tutu> mheshimiwa <mushu> rais <tutu> ameenda <tutu> kuchukua pesa Uchina <tutu> bado mnalalamika nyinyi <tutu> unataka nchi iendeshwe vipi? <tutu> <tutu> <tutu> unataka nchi iendeshwe vipi? hata wewe huyo huyo ambaye anazungumza ambaye upewe uskani, sasa wewe ni rais Mwenzangu yes, 50, Una, uda weta, uda inji. Nakwambia mwenzangu yeah, hautafaulu na we hautaendesha nchi vile. Kwa hivyo rais kwenda kule China kuna, yeah, yeah. la, la, yeah? Kuna yale mambo mengi ambayo rais amezungumza na investors mainivestasi wengi tina sana huru, ambao uru bunge ni uo uru wengi tina sana, sana <laughs> Rais amezungumza na mainivestasi hawa, mainivestasi wanakuja nchini nchini Kenya hivi karibuni, kumaanisha kwamba wale sio sio lazima uajiriwe kwa Kenya, ni wengi tina sana. Kama hautapata nafasi, nafasi ya kazi kuna wale wakenya wenzetu ambao watapata nafasi pia, lazima ufurahie. Inafaa ufurahie kama mwenzako amepata nafasi, na kama hujapata nafasi pia siku yako yaja, ambayo Mwenyezi Mungu atakuwezesha kufanya vizuri, upate nafasi. Sisi kama sisi kama wabara, sisi ndio wale watu ambao tumepitia magumu tena sana, kuondoka Nairobi kuenda kule bara kwetu tunatumia masaa no, no. mengi sana no, no. kufika kule kwetu. Barabara sasa imesemekana kwamba barabara bara ina inaa barabara itengezwa na Mheshimiwa William Samoei Ruto, mambo ya SGR, mambo ya SGR. Itengezwe kutoka hapa, kutoka hapa Suswa mpaka kuna Malaba. Wenzangu Development gani unayotaka nchini Kenya isipokuwa yale ambayo rais bwana imeisha, bwana. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nataka niwaambie hivi wenzangu, nikizungumza usiwe na bwana, unajua masaa mengi bwana ya kuzungumza. Kwa hivyo, mimi nataka niwaambie hivi. Rais lazima tukubali tumpe nafasi yake ya kufanya kazi na kama wewe una uwezo wa kuongoza, hamna haja ya kusupport mtu, simama rasmi utafute urais, sio kwamba uje hapa kulaumu William Samoei kila siku. Kwani wewe ni nini? ambao umekosa, una kitabulisho, una vifaa ambavyo vinafaa. Kwa hivyo, sio lazima uje hapa na sira zako na kupiga William Samoei Ruto. Go, go na kazi Ruto, mambo ya fisadi